Na hii bado inarudi kwa mheshimiwa Salasia. Uongozi ni maadili mema. Nakumbuka Profesa PLO Lumumba alisema no matter how educated you are, no matter how rich you are, usipokuwa na heshima na maadili mema, wewe ni threat for the society kwa sababu hauna heshima. Nimeona akili ile umeanza, ni ile tabia tuliona kwa Mike Sonko hapa Nairobi mtu akimpigia simu ana rekodi tena. Nimeona Mheshimiwa Echesa anakupigia simu kama kiongozi mwenzako na kama ndugu yako wa nyumbani. Una record conversation zenu and to make it worse, you are even exposing the number of your fellow brother. Wakati una expose number ya mheshimiwa wewe na akili zako unafikiria kwamba unafanya vizuri. Hii bangi inakupeleka pabaya ndugu yangu, kumbuka Echesa. Kama kuna mtu ameingia kwa siasa kitambo ni Echesa. Mimi Echesa nimemjua akiwa youth leader wa ODM. Echesa akakuja kwa jubuli na sio kwamba jubuli limchukua kwa, li kwa sababu alikuwa mzuri, jubuli liona ile kazi alikuwa anafanya akiwa ODM So bradha di kae fuli, hii siasa itaweza kukumaliza. Tumeona viongozi, tumeona wabunge wamekufa kiujingaujinga kwa sababu ya ii tabia kama hii yako. Tunajua unavuta bangi ni sawa, lakini vuta bangi ukitumia akili bwana, wewe ni mheshimiwa honorable member. Memba ii jina uheshimiwa ikujitu kila mtu. Tungekuwa tunaitwa kuona honorable kila mtu lakini hii vuta bangi ukitumia akili, ndugu yangu, mheshimiwa Salasya, wewe ni mheshimiwa mbunge. Ukivuta bangi, wacha pahali, ama unatumia maziwa fresh, kunywa maziwa inapeleka chini bangi, usivute tu bangi na vuta vuta, na unatumia maziwa. Echesa ni ndugu yako, Echesa kwanza tukiangalia, eh? Wewe wewe huyo Echesa ni kama ndugu yako mkubwa. Tread carefully my brother. Piga vita ndiyo umekuwa ukipiga Raila vita, but usipigane na kila mtu, ujui weapon ile, ama ile, ile, ile, ile, ile, ile mshale itakupiga, itakuwa inatoka kwa nani? Ujui ni nani, huyu ama yule ama yule. Usi create more enemies than friends. My brother. Wewe ni mheshimiwa. Huwa nafikiria mtu akiwa na, mw... na jina ya uheshimiwa anakutana na watu wale wanamwadvise hauna wengine wanaweza ku kwa... ama wanacheka tu wakati unaingia una... una kwa shimu. You're losing your life soon brother, unapoteza maisha yako, penye unaelekea ni kupoteza maisha yako, unaenda kupoteza hata ma... adui hata anaweza... adui wetu anaweza kukuua ndio wafikirie ni wa ndugu yako you are losing your, your life bro. Siasa sio hivyo, siasa inapelekwa polepole, ni ina utaratibu ndugu yangu yangue. Asante sana.